Hebu tafakari kwa dakika chache kuhusu dunia ambayo isingekuwa na taifa la Marekani. Yaani hakuna kabisa utawala wa Marekani na makampuni kama vile Google, Meta, Microsoft, Boeing au McDonald's. Lakini pia hakuna umoja wa kijeshi kama ule wa NATO inayoongozwa na Marekani na wala hakuna mvutano wowote wa, wa dunia unaoegemea upande mmoja. Je, dunia ingekuwa na amani zaidi, au bila Marekani tungeingia kwenye giza nene la kisiasa, kiuchumi na maadili? Makala hii kwa mtazamo wangu inaenda kuangazia hayo kwamba dunia bila Marekani ingetazamika vipi. Kwa sasa, Marekani ina nguvu kubwa kabisa duniani ikiwa na jeshi kubwa zaidi duniani uchumi mkubwa zaidi kwa kuangalia nomino GDP yake na ushawishi mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia pia. Bila Marekani, pengo hilo nani angelijaza? China. Kama ingekuwa China, ingechukua nafasi kama mlezo wa dunia, lakini kwa mfumo wa udhibiti wa kiserikali zaidi na si uhuru wa kiraia, yani demokrasia. Ushawishi wa kiuchumi wa China ungeenea bila kizuizi chochote na ukoloni mpya wa madeni ungekuwa wa namna nyingine kabisa. Russia: bila NATO inayoongozwa na Marekani, Russia ingeweza kupanua ushawishi wake hadi Ulaya Mashariki pasipo hofu. mataifa kama Ukraine, Georgia na hata mataifa ya Baltic yangeweza kurudi kwenye himaya ya siasa za Kremlin. Umoja wa Ulaya iyu ingejaribu kuongoza, lakini bila umoja wa kijeshi na kijasusi kama unaoongozwa na Marekani ingebaki dhaifu dhidi ya mashambulizi au vitisho vya nje. Msimamo wake wa kisiasa ungetetereka bila mgongo wa Marekani. Kwa kifupi, dunia ingekuwa kwenye mashindano mapya ya kuwania ushawishi ulimwenguni yasiyokuwa na msimamizi wa kuzuia migogoro mikubwa kama ilivyo kwa Marekani. Marekani ina jeshi lenye vituo vya kijeshi zaidi ya 80 duniani kote, teknolojia za kivita zilizo mbali zaidi na washindani wake, ulinzi wa bahari kuu, yani Navo Supremus, unaohakikisha mataifa mengine uhuru wa kufanya biashara. Bila Marekani, NATO ingeparanganyika kabisa kwa sababu Marekani huchangia zaidi ya asilimia 70 ya bajeti ya NATO. Mashirika kama UN Peacekeeping yangepungukiwa uwezo wa kuingilia migogoro ya nje. Mizozo ya kisiasa kama ile ya Korea Kaskazini, Mashariki ya Kati na Taiwan ingekuwa janga kubwa, na pengine tayari ingepelekea vita hadi leo hii tunavyoongea, lakini kwa sasa ni kama kuna kutishiana nyau tu. Ukweli ni kwamba si kama Korea Kaskazini ilishindwa kupigana tena na Korea Kusini kwa kutumia silaha kali na hatari, ila kwa sababu godifadha Marekani yupo nyuma ya Korea Kusini. Au China kuivamia Taiwan isingeshindikana. Yaani bila Marekani nakwambia, leo tungekuwa tunaongea mengine hapa. Tambua pia kwamba Marekani ndio kizuizi kikuu dhidi ya matumizi holela ya silaha za nyuklia na za maangamizi. Dola ya Marekani, the king of currencies. Zaidi ya asilimia 60 ya akiba za kifedha duniani ziko kwenye dola. Biashara za kimataifa, mafuta na hata madeni ya mataifa mengi duniani hulipwa kwa dola. Bila Marekani dola isingekuwa sarafu ya kimataifa dunia ingebaki kwenye hali ya mtafaruku wa kifedha fedha mbadala kama yuan ya China rubo ya Russia au euro zingetawala lakini fedha hizi hazina uthabiti wa kisoko kama dola lakini pia soko la hisa la New York na Nasdaq kilingeanguka hii ingeathiri masoko yote duniani Mataifa ya Afrika na Asia yaliyotegemea misaada, uwekezaji na misaada ya Marekani kama USAID yangepoteza vyanzo muhimu vya maendeleo. China ingechukua nafasi hiyo, lakini kwa masharti magumu zaidi, kwa kutumia hata mikataba ya kimya kimya na yasiri. Teknolojia nyingi ambazo dunia inazitegemea leo ni zao la uvumbuzi wa Marekani. Kuanzia internet, GPS, teknolojia ya kompyuta binafsi, artificial intelligence, mafanikio ya NASA, SpaceX na uvumbuzi wa tiba za kisasa. Bila Marekani, dunia ingekuwa kwenye mwendo wa kobe kwenye teknolojia, kwani maendeleo yake yangekuwa polepole pole sana. Big Tech kama Google, Microsoft, Apple, X Instagram, Facebook na Tesla kuwepo. Au zingekuwa chini ya ushawishi wa mataifa yenye udhibiti mkali wa data kama China na Russia. Duniya isingekuwa na uhuru wa kutowa maoni kidijitali, badala yake ingekuwa na teknolojia zilizodhibitiwa kwajili ya propaganda na wala si maendeleo kama ilivyo sasa. Lakini pia Hollywood isingekuwepo kwa hiyo burudani za dunia zingetawaliwa na Bollywood, Nollywood au sinema za Kikorea. Muziki wa dunia ungeongozwa na mtazamo mwingine kabisa, kusingekuwa na hip hop wala popu ya Marekani. Lugha ya Kiingereza isingekuwa lugha ya kibiashara au teknolojia. Pia mnyonge mnyongeni haki yake mpeni, Marekani kwa mazuri na mabaya yake, lakini imekuwa kielelezo cha demokrasia duniani, mhamasishaji nambari moja kwa uhuru wa vyombo vya habari. Huwezi kulinganisha na China au Russia ambapo vyombo vya habari viko kwenye presha kubwa. Lakini pia ni mtetezi wa haki za binadamu duniani, ingawa mara nyingine huwa nafanya kwa unafiki. Bila Marekani, Mataifa yenye mifumo kandamizi kama China, Iran au Korea Kaskazini. Bila Marekani, mataifa yenye mifumo kandamizi kama China, Iran au Korea Kaskazini yangekuwa na nafasi ya kueneza mfumo wa utawala wa kidikteta kama mfano wa mafanikio ya kiuongozi kwenye serikali. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yangekuwa dhaifu zaidi. Wanaharakati, waandishi na wapinzani wa serikali wangepata msaada mdogo sana wa kimataifa. Dunia ingekuwa ya amri moja na si ya uhuru wa majadiliano na kuelewana kama watu wenye akili timamu. Sasa basi, dunia bila Marekani ingekuwa tishio au neema? Ni kweli Marekani ina historia ya vita vingi vya nje, ushawishi usiopendwa na baadhi ya mataifa sera za kigeni ambazo mara nyingi huweka maslahi yake mbele, lakini pia Marekani imesimama kama nguzo ya ustaarabu wa kisasa, teknolojia, uchumi na hata maadili ya kisiasa. Bila Marekani, dunia ingeingia kwenye ushawishi wa dola lenye masharti magumu zaidi. Kusingekuwa na nguvu ya kuzuia madikteta au wapenda vita kushamiri kama ilivyokuwa kipindi cha kabla Marekani kuwa na nguvu. Lakini pia dunia ingepungukiwa na msukumo wa ubunifu na uhuru wa mtu mmoja mmoja. Mwisho, kwa vyovyote vile, uwepo wa Marekani umeathiri dunia kwa namna isiyoweza kufutika, na bila uwepo wake, pengine ramani ya dunia hii ya sasa ingekuwa ya ajabu hatari na isiyotabirika sana mpaka kufikia karne hii ya leo. Niite Ananias Edgar. Kwa miaka mingi, watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena. Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu Dokta Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake. Huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda, Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp 718756944 au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr Ngoso. Dr Ngoso, bingwa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali.